Naitwa Biubwa Said Abdurahim, ni katibu wa watu wa wenye ulemavu, lakini pia ni msaidizi wa sheria katika wilaya kuhakikisha wa watu wenye ulemavu wanapata haki zao zote za msingi. Tupo hapa leo, tumefaidika na tumefurahi sana sana sana, watu wenye ulemavu, ndio maana ukakuta ndani tumefurika bila kiasi, ambao watu hawana hata wengine safi pakukaa. Hii ni furaha na ni imani kubwa kwa mheshimiwa wetu Rais Dk. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada zake kubwa kutushirikisha hapa, lakini pia kuona namna ya ile hali anavyotufanyia tumeona mambo mengi ambayo hapo nyuma alikuwa hayapo kwa sisi watu wenye ulemavu, kutuwekea pia baraza la watu wenye ulemavu kutetea haki zetu za msingi na mambo mengine kawaida. Lakini tumeona hali ya nchi ilivyo, kwamba hata watu wenye ulemavu kutuwekea zile njia ambazo mtu mwenye ulemavu anaweza kupita. Sisi kwanza tunahakikisha kama ni viongozi wa watu wenye ulemavu kuhakikisha kwamba tuko salama. Haya, kama makundi, kuna mambo mengine sisi hatutakiwi tushiriki, na hata hata siku ya kupiga kura tunatakiwa tuende kupiga kura tarehe ishirini na tisa tukimaliza turudi majumbani mwetu kwa usalama zaidi, kwa sababu waathirika zaidi ni sisi watu wenye ulemavu, ni kundi la mwanzo kabisa. Oktoba tunatiki.